Kwa majina naitwa Elisia Joni, natokea mkoa huu wa Njombe. Tunashukuru kwanza kupata huduma hii mkoani kwetu kwa sababu tulikuwa na shauku kubwa sana ya kupata namba ya NIDA. Kwa tunawashukuru serikali kwa kutuona kwa awamu nyingine, lakini pia kama wananchi, tunaomba serikali ikitokea awamu nyingine, kwa sababu jambo hili ni muhimu sana, wajaribu hata kutuongezea vituo, kwa sababu kituo kinakuwa kimoja ndio maana changamoto ya watu kuwa wengi muda kuwa mwingi. Nimefurahi kwa sababu ni ya umuhimu sana, vitu vingi nilikuwa nakosa. Leo hii natumia laini za watu nilizosajiliwa, lakini kumbe sasa hivi nikitoka hapa naenda kujisajilia mwenyewe laini yangu, kwa hiyo nafurahi sana. Majina naitwa Bwana Lusius Joni Nkale. Kweli naishukuru sana serikali, na kuna vitu vingi kweli nilikuwa na vikosi vya muhimu ikiwemo hata mambo ya kifedha sasa hivi yes, kila kitu sa sasa kinafuatiliwa namba za NIDA. Wanashukuru sana serikali kwa kufanikisha huku. Naitwa Enos Lupimo, afisa biashara halmashauri ya mji wa Njombe kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe tunapenda kushukuru. Tunavyoelekea kuhitimisha zoezi la utoaji wa NIDA, tunafahamu kwamba zoezi hili limeenda takribani siku nane. Zoezi hili la utoaji wa NIDA liliambatana na kutoa elimu ya biashara kwa wananchi wa halmashauri ya mji wa Njombe, kwa sababu mtu akipata NIDA na ni mfanya biashara inamrahisishia yeye wakati anashughulikia kutafuta leseni lazima awe na NIDA lakini pili, katika biashara mm, hili zoezi ilikuwa linaambatana na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa watoto wadogo, watoto wa na watu wazima. Kwa hiyo mambo yakuwa yanaendelea katika zoezi hili, sio kutoa NIDA tu ni pamoja na kutoa elimu ya biashara. Mtu amepata NIDA lakini anataka akafanya biashara itamsaidia kwa hiyo sasa tulichokiona hapa, next time, kwa maana wakati mwingine tumejifunza, tutahakisha tumealika taasisi mbalimbali kama TRA pamoja na mabenki. Mfanyabiashara akija kwangu, anataka leseni, nitamuhitaji undertake tax clearance. Sasa tax clearance lazima awe na tini namba na huko sasa, mambo ya NIDA yanafuata. Kwa hiyo wakati mwingine tukachokifanya tutahakisha, NIDA inatolewa, vyeti vya kuzaa vinatolewa, lakini tutaalika mabenki, TRA na taasisi zingine ambazo zinaendana na utoaji wa huduma hii.